Mimi ni mwakilishi wa vijana wengi sana hapa Tanzania ambao wangeweza kuwa kwenye nafasi hii lakini alinipa nafasi kuwakilisha kuwa vijana hao. Kwa kwa ufupi, kwangu mimi ninaamini kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais kuunda hii wizara na kunipatia mimi ameonyesha tu reflection ya kile ambacho vijana wengi wa Tanzania wanakitamani. Kuchaguliwa kwangu na historia yangu ni uthibitisho kwamba kijana yote wa Kitanzania, bila kujali background yake, mimi sina wazazi wanasiasa, awajai kuwa wanasiasa e, eh, historia yangu inafahamika, ni mbunge kwa mara ya kwanza, sijawai kuwa naibu waziri, nimekuwa waziri kwa mara ya kwanza. Nafikiri ujumbe aliokuwa najaribu kuutuma ni kwamba kijana yoyote wa Tanzania mahali popote alipo, bila kujali historia yake, anamjua nani na amjui nani, anaweza kuwa na nafasi katika hili taifa kwenye eneo aliolichagua. kwa hiyo mimi amethibitisha kwa vitendo kwa kunipa hii dhamana kwenye sehemu ya siasa, lakini anamaanisha kijana aliyoko Misungwi, kijana aliyoko Kakonko mwenye dhamira ya kuwa na kiwanda na kuajiri vijana wenzake, basi hilo pia linawezekana. Kijana aliyoko Nachingwea anayetaki anayetaka kumiliki mabasi na magari ya usafirishaji, basi hilo jambo pia linawezekana. Kijana aliyoko Kilombero anayetaka kuwa na shamba kubwa la kulima kwa kutumia zana za kisasa, ametuma ujumbe kwa taifa kwamba hilo pia linawezekana. Na kwa sababu na mimi nafahamu nilikotokea na, na niliyoyapitia na changamoto nilizozipata, na fursa hii kwangu mimi ninaiona ina wajibu mkubwa sana kuhakikisha ndoto za vijana wa Kitanzania zinatimia pia sawa sawa na maono ya Mheshimiwa Rais. Asante sana.